Leo ni Jumapili ya tarehe 15 mwezi Juni mwaka wa 2025. Ni matumaini yangu kwamba mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu umzima wa afya na unaendelea kutufuatilia kwa ukaribu sana nikukaribishe tena katika meza yetu ya habari ili tuendelee kuhabarishana habari pamoja na matukio mbalimbali yaliyojiri na yanayoendelea kujiri hapa ndani lakini pia na nje ya mipaka ya taifa letu pendwa kabisa la Tanzania siku ya jana Jumamosi ya tarehe 14 mwezi Juni mwaka huu wa 2025 askofu Josephat Gwajima alitangaza kwamba siku ya leo ibada itakuwepo na itafanyika kanisani kwake Ubungo, kwa kuandika ujumbe unaosomeka kama ifuatavyo: Kesho ni Jumapili, twende nyumbani mwa Bwana. Kesho ni Jumapili, tukutane nyumbani mwa Bwana. Askofu Josephati Gwajima alitoa wito huo kwa watu wake kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa Instagram, lakini pia baada ya sekunde kadhaa tena Askofu Josephati Gwajima akachapisha bango lililokuwa na ujumbe unaosomeka kama ifuatavyo Ufufuo na Uzima Ministries, ibada ya jimbo kuu la Dar es Salaam, askofu Josephat Gwajima saa 4 kamili asubuhi, Ubungo Chaibora, Juni 15, 2025. Hivyo ndivyo ambavyo askofu Josephat Gwajima alivyotoa wito kwa watu wake kufika kanisani kwa ajili ya ibada leo Jumapili, tarehe 15 Juni mwaka huu wa 2025. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Innocent Bashungwa ameeleza kupokea barua iliyoandikwa na kampuni ya uwakili ya Tani African Law ikimwakilisha mteja wake ambaye ni kanisa la Glory of Christ Tanzania Church wakipinga kufutwa kwa usajili wa kanisa hilo. Baada ya kupitia barua hiyo, nimeshindwa kuendelea na rufaa hiyo kwa sababu barua inayodaiwa kuwa ndiyo msingi wa rufaa ni barua ambayo siyo halali na haitambuliki na wizara, hasa kwa kuzingatia kuwa barua hiyo haijasainiwa na msajili wa jumuiya za kiraia. Hivyo ni dhahiri kuwa barua hiyo inakosa uhalali na nguvu ya kisheria kuitwa maamuzi yanayopaswa kukatiwa rufaa dhidi ya sheria ya jumuiya za kiraia hivyo kunifanya nishindwe kuendelea na rufaa yako. Sambamba na hilo, barua hiyo iliyotumwa na wizara kwenda kwa kampuni ya uwakili ya Tani African Law inaeleza kuwa kanisa lililofutiwa usajili ni kanisa la Glory of Christ Church kanisa la Ufufuo na Uzima, wakati mleta rufaa ni Glory of Christ Tanzania Church. Imesema barua iliyosainiwa na Waziri Bashungwa na hivi ndivyo hali ilivyo katika kanisa la Glory of Christ Tanzania Church nyumba ya ufufuo na uzima lililopo eneo la Ubungo. Kanisa hilo limewekwa chini ya ulinzi mkali wa askari polisi leo Juni 15 mwaka huu wa 2025, huku njia zote zinazowezesha watu kufika kwenye kanisa hilo zikiwa zimezuiwa. Aidha, licha ya askari hao kuwepo eneo hilo, baadhi ya waumini wamejitokeza maeneo ya karibu na kanisa hilo. Ikumbukwe Juni 13 mwaka huu wa 2025, naibu katibu mkuu wa kanisa hilo askof Maximilian Machumu Mwanamapinduzi alisema taarifa kuwa msajili wa jumuiya za kiraia Emmanuel Kihampa amefungia kanisa lao si za kweli, bali lililofungiwa ni kanisa la Glory of Christ Church ambalo halina uhusiano na kanisa lao, hivyo Jumapili hii wanatarajia kurejea kanisani kuendelea na ibada. Kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam SACP Muliro Jumanne Muliro akiwa nje ya kanisa la Ufufuo na Uzima Glory of Christ Tanzania Church, ambapo waumini wa kanisa la Ufufuo na Uzima Glory of Christ Tanzania Church wameendelea na ibada hapo, eh, pembeni ya barabara Morogoro, umbali mdogo kutoka kanisa lao la Kibo. Pamoja na maombi hayo, waumini hao wameonekana kushika mabango yaliyoandikwa yenye jumbe mbalimbali mbali, licha ya gari la jeshi la polisi ikiwa na askari kadhaa kusogea karibu kabisa na wanapofanya ibada, yaani maombi. Waumini wa kanisa la Ufufuo na Uzima, Glory of Christ Tanzania Church. Waumini hao wameendelea kufanya ibada na maombi bila kuonesha wasiwasi. Baadhi ya waumini wa kanisa la Glory of Christ Tanzania Church, nyumba ya Ufufuo na Uzima lililopo eneo la Ubungo wameamua kuanza kufanya maombi mbali na kanisa lao baada ya kuzuiwa kuingia kufanya ibada kwenye kanisa lao. Itakumbukwa kwamba Mahakama Kuu ilikataa pingamizi la serikali katika kesi ya kufungwa kwa kanisa la Askofu Josephat Gwajima. Siku hiyo, Dodoma mahakama kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Judge J. Elo Masabo ilikataa pingamizi la awali lililowasilishwa na serikali dhidi ya maombi ya Registered Trustees of the Glory of Christ Tanzania Church waliokuwa wakipinga hatua ya kufutiwa usajili wao na msajili wa jumuiya za kiraia. Katika kesi hiyo namba 13189 ya mwaka 2025. Kanisa hilo liliwasilisha maombi mahakamani kupitia hati ya dharura likiomba amri ya mahakama isimamishe utekelezaji wa barua au mawasiliano yaliyotolewa na msajili wa jumuiya za kiraia tarehe mbili mwezi Juni mwaka huu wa 2025 ambayo walidai kuwa yanalenga kufuta usajili wa kanisa hilo na kusitisha shughuli zake za kiroho. Katika maombi yao walidai kuwa barua hiyo haikuwasilishwa rasmi kwao, haijasainiwa na ina jina tofauti na la mwombaji, huku ikipatikana kupitia mitandao ya kijamii. Licha ya hayo, walihoji kwa nini vyombo vya dola likiwemo jeshi la polisi vilianza kutekeleza maelekezo yaliyomo katika barua hiyo, ikiwemo kusimamisha ibada na kuwakamata baadhi ya waumini wao. Wakili wa serikali B Vivian Method akisaidiwa na mawakili wengine wa serikali aliwasilisha pingamizi akidai kuwa mahakama haina mamlaka ya kusikiliza maombi hayo kwa sababu barua hiyo haikuhusiana moja kwa moja na mwombaji bali na taasisi nyingine yenye jina linalofanana. Hata hivyo, wakili wa mwombaji Bwana Peter Kibatala alipinga pingamizi hilo kwa hoja kuwa swala hilo si la kisheria, bali linahitaji ushahidi na hivyo halifai kuwa pingamizi la awali. Alisisitiza kuwa hatua zilizochukuliwa na mamlaka dhidi ya kanisa hilo zina athiri moja kwa moja uhuru wa kuabudu wa waumini ambao ni haki ya kikatiba. Katika uamuzi wake, jaji Masabo alisema pingamizi hilo halina msingi wa kisheria kwani halielezi kwa uwazi jinsi mahakama ilivyokosa mamlaka ya kusikiliza shauri hilo. Aliongeza kuwa hoja zilizotolewa na upande wa serikali zinaonekana kujikita zaidi katika masuala ya locus standi, yaani usalama wa mwombaji kuwasilisha kesi na si mamlaka ya mahakama. Pingamizi hili linaangukia katika masuala ya msingi ya kesi na haliondoi uwezo wa mahakama kusikiliza shauri hili. Huyu ni jaji eh, Masabo akiwa eh, anatoa uamuzi wake. Hivi ndivyo ilivyokuwa katika siku eh, za hivi karibuni, ndani ya mwezi huu, mwezi Juni mwaka huu wa 2025 kufuatia sakata la Askofu Josephat Gwajima. Na hivi ndivyo mambo yalivyo, kama ambavyo tumekujuza katika siku hii ya leo Jumapili ya tarehe kumi na tano